Mbinu za kivita hmm. Uh, kwanza lazima utambue kitu kimoja. Hivi sasa Simba tuna kikosi kipana sana, tuna timu tatu, kwa mwalimu tu mwenyewe anaangalia mechi hii, nianze na nani ama nimpumzisha. Lakini ukiangalia kukulia, hakuna doubt Shomari Kapome, baba Esther, anaendelea kuhudumu hapo. Kushoto huku tumeshusha mtoto mdogo Anthony Mdigo. Katikati hapa tumeongeza ubora wa e the Rock, lakini mbele ya madefenda tumemleta Kunta Kinte ambaye eh Kunta Kinte Kunta Kinte ah, unajui mambo wewe, wewe unajui historia wewe ah! Hey, yuko pale chini Kunta Kinte! <laughs> hey, ala sana Kante huyo mashine kweli kweli! Hey, huyo huyo, huyo, huyo, huyo an, an, anaweza akakata mbuyu kwa, kwa, kwa nanini kwa mguu sasa. Yule yule Alassana Kante anapiga ule mbuyu unagawanyika una, una, una mara mbili, jibaba lilivyoshiba lilivyokuwa sawasawa. Yuko pale kiungo chini, yupo na Yusuf Kagoma juu yao, yuko Bajaber chini, tena yuko yuko, yuko, yuko Charles Semfuko kaka, hiyo timu, hiyo timu ni ya hatari. Hapo hapo sijagusa sijagusa huku pembeni, huku mzee wangu. Yeah. Huku kuna SGR Joshua Mutale, huku kuna Kibu Dennis Prosper Marekani, huku kuna Eli Mpanzu, huku kuna Mohamed Bajaber, huku kuna Morris Abraham kaka, hiyo timu ni hatari vibaya. Simba imese. Watu watakula popcorn msimu yao. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ina ina inachanganya wapinzani, hiyo ndio ikupe taswira ya kwamba eh, Simba msimu huu tuna kikosi cha mauaji kweli kweli. Simba hii ambayo E, inaanza kikosi aua yuko nje, unajiuliza aliyechukua nafasi ya uwa atakuwa ni mtu gani huyo? Simba inaanza e, Josh nani, nani, nani, mpanzu volcano yuko nje, unajiuliza nani huyo ameziba nafasi ya vulcano. Simba inaanza Morris Abraham yuko nje unapata mashaka. Nikwambie tu kwamba bado kuna wachezaji wengine hatujaanza kuwatumia na wenyewe ni moto kweli kweli, muda wao ukifika waki pata nafasi huko, huku tunakoelekea, katika Bajaber bado hajatumika, na wa, wa, wa, wa wetu, we kwa mujibu wa matabibu wetu wanasema kwamba kwa sasa amefikia kiwango kizuri cha utimamu cha kuweza kuanza kuitumikia Simba Sports Club. Kwa hiyo paliko baki ni mwalimu kuona je, fitness aliyokuwa nayo dhidi ya fitness ya wachezaji wenzie kama anaweza kwenda ku, ku, ku, ku, kumtumia katika mechi mbalimbali. Sem Fuko Charles bado hajatumika, Vedastus bado hajatumika, kaka <laughs> <laughs> <laughs> Natali, nashinda huku mnapata furaha. Kuna wengine manake tunaambia bwana, sasa hivi wanashinda lakini hawapati furaha. Kwanza e, katika ligi ya Tanzania Simba ndio timu pekee ambayo hatuchechemei wengine, mm -hmm. wote wanachechemea mm -hmm. E, kwa Simba Sports Club sisi mwendo wetu umenyooka, ni dozi dozi dozi, na Simba ndio timu pekee ambayo tumeshinda tume, tume, tume michezo yote mitatu ya mwanzo. Wengine wote wame wame huyo mara ameshinda mara sare mara kafungwa. Yaani yeye sajue wame, <tweak> mwendo kama mlevi mara kanyuka mara kajukwa mara kakaa mara kalala ndio anakwenda <tweak> <tweak> hivyo. Lakini kwa Simba Sports Klabu mwendo wetu umenyoka namna hii, tunakwenda tunapasua watu tunachukua alama tatu tunaondoka. Namna hii inatoa ishara gani? Hiyo ni ishara ya kwamba msimu huu tuko vizuri sana, lakini haitufanyi turinge. Tunaringa lakini haturingi sana <tweak> <tweak> <tweak>